Inanyesha sk <coughs> weenda <coughs> fastafasta <coughs> kimbia, akikisha sutali <laughs> E. Karibu. Karibu, ha, shemeji. Karibu. Shemeji. E salama. Mbona unakimbia? Nah, karibu shemeji. Salama. E salama. Mbona unakimbia? Nilikuwa napita tu nikasema acha nipite niwasalimie ah. Unajua <laughs> <Mwati> tena familia sasa kuondoka ndo naenda. Shemeji. Sasa. Mbona ukawi? Wewe za <laughs> ukumbuki stories za kwangu? Uh, nakumbuka sana, nimesema nitakuja weekend. Au huyu muziki uliwakosa wa hapa? Ah, sijawakosa. Sema tu huyu puuzia. Yuko ni kama si chochote kile. Ndio nakwambia nilikuwa napita <laughs> wewe unanichanganya mm. Kwanza kidogo njoo tuliongee pale. Pale kuja tuliongee pale. Stori zako. Kuja. Kuja tuliongee hilo. Huo mzigo wewe, si we usiwache eh, e, <laughs> leta ningepanga nije weekend special kwenye weekend eh, ndo hapa ataka nikuulize ndugu yangu huyu mm. eh. Mchele unaupeleka wapi yani e? <laughs> eh. Labda wewe ulikuwa unatuletea, hamna nilikuwa na pizza mama. <laughs> Jo ayuko hapa eh, yupo yupo yupo hey. <laughs> Watu ni haraka. Watu nakutania hapo na fumbua fumbua macho. Ujana ni maji ya moto. Nikawa tu na changamuka tu. Mama Jo, hata hivyo kinambia nichukue nende. Ah, naondoka. Uenda wapi? Shikamoo dada. <laughs> Njoo hapa. Ndo ndo Wewe mume wa... wako anakuja wewe au umsalimu, lazima <laughs> unisalimu vizuri <laughs> sasa. Huyu mchera na ubeba. Ah, uwebande no, nilikuwa nasema hivi shemeji. Mimi nilikuwa ni naenda sawa? Nilikuwa na haraka nikapita tu nikasema ab ulikuja nao ndo e, e, nilikuwa naenda ndo nikwambia, nilikuwa naondoka na mchele, lakini nakukuta ndani nautoa hapa, alafu naondoka nao ndo, nilipita nikawasabai. Ona, naambia ukweli. Sasa huyu mchele, e. Na, e, mm, mchele sunafanana na ule wa kwetu <laughs> japo sijichangani mchele, mbona inafanana? Ni kama maachi? hapa ni nyumbani kwangu hey. nakukuta hapa hey. ingekuwa ni kiwanda cha kuuza mchele hey, ingesema basi mchele nafanana, lakini nakukuta nyumbani kwangu, hmm. tena unatiririka, ah. Sawa mzigo huyu au nambie ukweli me... huyu ni mchele, alipata wapi? Wewe sikiliza, uko shemeji yangu lakini tuheshimiani sawa. We naambie umesia kwamba nautoa kule. Ametoa kule wapi? Sasa anajua mwenyewe. Ntakupiga hiki kitu ndugu yangu. Mimi siangalie uhusiano wa familia. Shemeji. Mi mimi, familia. Kama, mimi <laughs> vitu vya kuhusiana na familia mimi siangalie kwani kwani <laughs> ku ni unataka mbele ya kakao? Sasa yani baby, yani hapa mchele kabisa una sura zetu. Aya moja kidogo mimi nitakuonesha. Eh, kuj... na Eh.

amchaliwa kwetu a apa sasa, baby, kwa hiyo nini? Nisikilize kipindi, tunaenda kanisani, walituambia kwanzia leo mimi na wewe tunakuwa mtu mmoja, manake familia yangu na mtu mmoja na mama yako. Ina nini hiyo? Ni uhusiano wa familia, sio lazima wewe uje. Wewe kuni wee, nitakupiga kofi mimi. Akipiga hapa mimi. Sasa baby, familia yangu na yako si na kuwa moja? Kama ni kuwa moja, lazima mimi naleta posho ya kwao, ili sisi tuliniwana na wewe, ili nije nikalea familia ya kwenu mimi, sababu vitu vitu vya kula sasa vyote bwana kwa wanachukua. Maana familia yangu haija kuchukua vitu hapo ni mimi niliikataza, hawaju mbona hawaiti ili waje wachukue. Mimi nikwambia, mimi nikwambia hiki kitu ujue, sawa, maisha ya kwangu lazima kitu chochote tunachokipana katika familia ya zakuza kwetu, sawa, lazima sisi tu? Baby, mimi hmm. Haujaniona vizuri, nitazame usoni, wewe <laughs> kwambie kitu. Na nisikie. Hili kosa la kuja chukua vitu vyangu. Un... unafu unavibeba kwenu. hmm. Sitaki mimi niingizie maumaskini hapa. Kama unataka ni baraka za kutoka kwa kifamilia, lazima tuikae pamoja. Sasa tukubaliane, hawa watu wanahitaji msaada.

Si walikuwa wanakula, wanakula walikuwa wanakula nini? Chakula walikuwa wanakitoa wapi? Sokoni? Eh, walikuwa wanakitoa kwangu, eh. Kwa hiyo eh. Sasa hivi wewe unageuka, una, una sasa msada wa wale, yani maana yake kuwapokeza, kuwa mchele mchele wa kwangu, si mlipakua pale Wona, nyonga matako. Eh. Eh. Ha? Eh.